Karibu sana mtazamaji na msikilizaji kwenye Yanayojiri Mitaani TV, mahali ambapo tunazungumzia afya, lishe bora na tiba mbadala kwa lugha ya Kiswahili. Leo tunamuulika kiungo ambacho kipo kwenye jikoni za wengi, lakini faida zake zimefichwa na kutojua. Yaani tangawizi. Je, unateseka na baridi, mafua yasiyoisha au maumivu ya tumbo? Au pengine unatafuta njia ya kupunguza sukari kwenye damu bila kutumia dawa kila mara? Usihangaike tena, tangawizi ina uwezo huo wote na zaidi. Leo nitakuelezea faida kumi kuu za tangawizi na mwisho nitakuonyesha njia rahisi ya kutumia kila siku kwa chai, juisi au hata kwenye mapishi yako ya kawaida. Hakikisha unabaki hadi mwisho, mtazamaji na msikilizaji yanayojiri mitaani TV. Tangawizi hupunguza maumivu ya tumbo na kichefuchefu. Tangawizi ni dawa ya asili ya kutuliza tumbo na kusaidia wasafiri wanaopata kichefuchefu barabarani. Tangawizi hupambana na mafua, kikohozi na baridi. Ina uwezo wa kuondoa makohozi na kuimarisha mfumo wa kupumua. Namba tatu: hupunguza sukari kwenye damu. Utafiti unaonyesha kuwa tangawizi inaweza kusaidia kudhibiti kiwango cha sukari kwa watu wenye kisukari. Namba nne: tangawizi huimarisha mmeng'enyo wa chakula. Tangawizi huongeza kasi na usagaji wa chakula na kuzuia gesi tumboni. Tano, tangawizi hupunguza uvimbe na maumivu ya viungo. Inasaidia watu wenye baridi ya abisi arthritis kwa kupunguza uvimbe. Namba sita, tangawizi huimarisha kinga ya mwili. Ina antioxidant ambazo hupambana na sumu mwilini na kuzuia maradhi. Namba saba tangawizi hupunguza hatari ya saratani. Baadhi ya tafiti zimehusisha tangawizi na uwezo wa kuzuia ukuaji wa seli za saratani. Namba nane tangawizi husaidia katika kupunguza uzito huweza kuchochea mfumo wa mwili kutumia mafuta yaliyohifadhiwa. Namba tisa: tangawizi hutuliza maumivu ya hedhi kwa wanawake. Tangawizi ya moto inaweza kupunguza maumivu makali tu ya tumbo wakati wa siku. Namba kumi: huongeza hamu ya chakula kwa watu wanaopoteza hamu ya kula, tangawizi husaidia kufungua hamu. Asante sana mtazamaji na msikilizaji Yanayojiri Mitaani kwa kutazama hadi mwisho. Kama umewahi kutumia tangawizi kwa tiba yoyote, tafadhali tushirikishe kwenye comment. Pia usisahau kushea video hii na familia yako kwa sababu afya ni urithi bora zaidi. Mtazamaji na msikilizaji wanaojiri mitaani TV, subscribe sasa hivi kwa yanaojiri mitaani TV kwa video zaidi kuhusu afya, lishe bora na tiba mbadala. Bonyeza pia kengele ya arifa ili upate ujumbe kila mara tunapoweka video mpya. Mpaka wakati huu mpaka wakati huu na wakati mwingine, kumbuka, afya ni mtaji, tuwekeze ndani yake. Mtazamaji na msikilizaji wa yanayojiri mitaani TV, hii ni yanayojiri mitaani TV. <tune>